Walikuwa katika kaunti ya Mombasa, juma moja limepita, na kesho watafunga safari nyingine kule kule kwa mkutano ulioandaliwa na Baraza la Magavana kujadili changamoto za ugatuzi mwaka mmoja baada ya mfumo huo kuanza. Ila Rais Uhuru Kenyatta katika mahojiano ya kipekee na kipindi maarufu cha The Big Question amekashifu mkutano huo, akisema kuwa haoni maana ya kuwepo na mkutano mwingine juma moja tu baadaye. MCAs were also in Mombasa they invited me

That we are committed to stopping. Baraza la magavana limekuwa likimlaumu rais likidai kuwa amekuwa mstari wa mbele kupiga vita ugatuzi na kwamba katika mkutano aliowaita wanachama wa bunge la county wikendi hii, Kenyatta aliwarai wanachama hao kususia kongamano hili.

Mm -hmm. Kongamano hilo vilevile vile litahusisha halmashauri ya kusimamia ugatuzi ambayo kupitia kwa ripoti iliyowasilishwa bungeni juma limepita inalalamika kuhusu changamoto ambazo inakumbwa nazo. Mwenyekiti wake Kinudhi wa Mwangi akilaumu wabunge ambao wanadai wana njama ya kusambaratisha ugatuzi kupitia kwa mswada wanaopangia kuwasilisha kushurutisha magavana kugawa pesa za ugatuzi kwa maeneo bunge. Hii gari inaitwa devolution, Imeanza cannibalization, mmoja anatoa gia, mwingine anatoa jicho, mwingine anatoa kabureta. Lakini ukiona is complete eventually to not move estakahumbi. Citizen Nipashe.